Waziri Mkuu Majaliwa Kasim Majaliwa ametoa wiki moja kwa Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Harrison Mwakyembe kumpa maelezo kuhusu sababu za Tanzania kutokamilisha mkataba wa mawakili wa Afrika Mashariki kutambuana katika utendaji wao. Ben Mwang'onda ana maelezo zaidi. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa agizo hilo wakati akimwakilisha Rais Dr. John Magufuli katika ufunguzi wa mkutano wa 21 wa mwaka wa chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki kwenye kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Lakini nimeshtushwa kidogo na maelezo kwamba mkataba huu unasubiri tu kusainiwa na wanasheria wakuu wa nchi wanachama ili uanze kufanya kazi zake katika nchi zote za jumuiya isipokuwa Tanzania. Napenda kutumia nafasi hii kuiagiza wizara yetu na kwa bahati mzuri, waziri yuko hapa, ni vyema waziri, ukaniletea taarifa ofisini kwangu ndani ya wiki moja, baada ya kuwa na nyie mmeshafanya mapitio, ni kwa nini mkataba huu mliojadili wenyewe hamkukamilisha kwa kuingiza Tanzania. Waziri mkuu pia amegusia juu ya nyakati za siasa na kazi kwa ujenzi wa taifa, huku akisisitiza kwa wanasheria hao kusaidia nchi kwa kuwaelimisha wananchi ili serikali ipate muda wa kufanya kazi. Waliotutangulia kwa kujitawala, hata nchi zinazoendelea na zile ambazo zinaendelea, baada ya uchaguzi, watu hufanya shughuli za ujenzi wa nchi zao na maendeleo ya watu wake ili kudumisha demokrasia, wana muda wa mikutano na maandamano na wana muda wa kazi vile vile. Kwa hiyo kila kitu kina wakati wake. Hawaandamani tu bila kupata kibali cha jeshi la polisi la nchi husika. Hawaruhusiwi kuzuia magari yasipite, hawazuii watu kufanya kazi zao. Ninashawishika kutoa mfano huu wa dhamira hiyo katika kifungu cha mia cha sheria ya taifa ya uchaguzi ambacho kinataka kesi zinazotaka uchaguzi ziwe zimefunguliwa mahakamani ndani ya siku 30 tangu uchaguzi unapoisha kwa matokeo, lakini ziwe zimesikilizwa zime na kutolewa maamuzi ndani ya miezi kumi na miwili tangu tarehe ya kufunguliwa mahakamani.